Tanzania, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeondoa hofu wapenzi wa kandanda juu ya kufungiwa kwa uwanja wa Benjamin Mkapa ambapo imethibitisha kuwa mamlaka ya mpira barani Afrika yanazungumzia e, ya CAF itawasili nchini Machi 20 mwaka huu kwa ukaguzi wa uwanja huo ambao pia unatarajiwa kutumika kwa mchezo wa robo finali ya Kombe la Shirikisho Afrika e, kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya e, Al Masry e, ya Misri mchezo utakaopigwa mapema mwezi Aprili mwaka huu. Gerson Msigwa Uh, ni msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anafafanua zaidi uwanja wa Benjamin Mkapa. Hivi kilichotokea ni kwamba wakaguzi wa kafu walipokuja ilikuwa ni siku mbili au tatu baada ya mechi ya Simba na Azam, siku waliokuja uwanja ule, kwanza nyasi tulikuwa tumefyeka kwa, kwa, kwa, kwa ambao hamfahamu uwanja wa Benjamin Mkapa una nyasi halisi natural grass. Kwa kila baada ya mechi kuna kuna kazi zinafanyika za kutengeneza uwanja vizuri. Kwa hiyo, tukawa tumeufyeka mpaka chini kabisa ili turuhusu nyasi mpya kuota. Lakini lakini, pili uh, kufanya umwagiliaji na kuweka mbolea. Wale wakaguzi waliuona uwanja siku ile ukiwa vile. Walituambia mambo mawili. Cha kwanza, wanataka wazione nyasi. Tukamwambia, tukawaambia tume, tuka tumefyeka asubuhi nyasi hizi, baada ya siku tatu zitakuwa zimekuwa. Cha pili, wakasema tuliwaagiza, mlete mashine ya aeration na compaction, yani mashine ya kutifuatifua ili kuruhusu hewa kuingia na kutengeneza vizuri uwanda wa, wa uwanja. Tukawaambia hizi mashine zimeshafika, ziko bandarini, muda wote zitakuwa hapa, na zilifika baada ya siku tano. Hayo mambo yote yamefanyika. Bahati mbaya wamekuja kutoa taarifa baada ya wiki, zaidi ya wiki mbili uwanja ukiwa tayari, na ndio maana nikasema tunawaomba Kafu waje wakague leo, kwa sababu uwanja upo tayari na yale yani, waliokuwa wamesema ni marekebisho ya kawaida ambayo mara nyingi wakipita kukagua wanayasema. Uwanja uko tayari, wakaguzi wa CAF wanakuja tarehe 20, sisi tumewaomba waje hata kabla ya hapo, watakuja waone uwanja uko tayari, best of the best pitch nzuri kabisa. Wote mnakumbuka mwaka jana, mwaka juzi, wakati wa AFL tulitajwa kuwa moja ya viwanja vi bora vitatu Afrika, si ndio? Hasa tuwezi tukawa tumeuharibu uwanja haraka haraka namna hii? Uwanja uko tayari. Aa, ni vile tu kwamba ukaguzi haujafanyika tena, lakini wakija tarehe ishirini, tunaamini litakuwa limekwisha na me, mechi yetu ya simba na Almasri tunaamini itakuwa Dar es Salaam kama kawaida. Taarifa njema kwa wapenzi wa kandanda hapa nchini Tanzania, lakini pia e, mashabiki wapenzi e, tunasema wakereketwa wa klabu ya soka wekundu wa Msimbazi, Simba. Uh, mara zote wanasema kwamba kwa Mkapa atoki mtu mm. uh, ni machinjio hayo uh, ya wapinzani wamekuwa wakiondoka hapo uh, wakibaki na, na stori ya kusimulia yeah. Kwa hiyo ile taarifa ya kufungiwa kwa uwanja uh, ni kama iliwashtua kwa namna moja ama nyingine kwa sababu kuwaondosha uh, jirani na maskani yao ilikuwa ni kuwapunguzia Uh, tunasema ule msisimko wa nje uwanja, mchezaji mm. nambari kumi na ngapi, kumi na mbili uh, kum, kuipeleka mechi sijui visiwani Zanzibar, yes, kuna mashabiki wengi lakini huwezi mm. kulinganisha na uh, uwanja wa Mkapa, kwa sababu unachukua idadi kubwa ya mashabiki, sioni uwanja hata. Mwenyekiti wa Simba Sports alithibitisha, alisema kwamba Uh, kila klabu kwenye mashindano ya CAF inapaswa kuwasilisha uh, viwanja viwili ambavyo watavitumia kwenye mashindano. Yeah. Na kataja kiwanja cha Benjamin William Mkapa pamoja <coughs> yeah. na Amani Zanzibar kama machaguo ya Simba Sports. Kwa hiyo, kama mambo yasingekwenda vema yanavyotarajiwa kwa Benjamin William Mkapa, bila shaka wangetumia. mm. uh, na hiyo ni kwa ni kauli ya Mutaza mwenyewe. Mwenye kiti mwenye timu yeah, yeah, so mwenyewe yeah, mwenye mwenye. Alafu hili swala miaka michache iliyopita yeah. ah, ilikuwa na sura fulani tofauti. Unajua hivi karibuni tuliona Kenya wamekwenda kuchezea Malawi na pili, mm. tuliona Uganda wamekwenda Egypt. Miaka ya nyuma kidogo, wachezaji wanaocheza Ulaya mm. walikuwa wakija kucheza Afrika kulikuwa na lugha mbalimbali zinasemwa, wana maringo, wana nata, hawataki kuumia na nini. Hakukuwa na hakukuwa na msisitizo mkubwa sana kuhusiana na sehemu ya kuchezea ile. Kwa hiyo walikuwa wakifika, wanakuta hali ya tofauti sana na kule walikokuwa. Lakini sasa hivi naona hiki kibano uh, kinatutikisa kwa hapa na pale lakini pia kinaturudisha kwenye standard yeah. Ndio maana leo hii hata wakija hao wanaocheza nje yeah. Unaona, wana enjoy football kwenye hivi viwanja vyetu yeah. yeah. Kwa sababu kwa kiasi kikubwa pale wanapochezea ndio kwa msingi zaidi na msisitizo umekuwa ni mkubwa kwa kweli mm, kabisa kulinda ubora kabisa. Okay, ni, ni kuhusiana na uwanja. Kwa hiyo mashabiki wa, wa, wa, wa mpira Tanzania, kwa sababu nafahamu kabisa mechi za kimataifa Uh, tunajumuika kwa pamoja uh, mm, kuja kushuhudia burudani ya soka uh, sio Simba pekee ambao watakwenda uwanjani yes. Wapenzi wa mpira tunakwenda kutazama mechi. kwahiyo uwanja wa Mkapa unatarajiwa kukaguliwa tarehe ishirini, uh, uh, kesho kutwa tu hapo. leo tarehe kumi na sita. kwahiyo uh, baada ya hapo taarifa tunatarajia itakuwa ni jema kama serikali imetamka hivyo yeah. E, sisi nikina nani tuwe na mashaka na hilo? mm. Okay, lakini pia, e, na pia na, kumekuwa na maswali mengi juu ya mchezo wa dabi ya Kariako eh, najua eh, najua Simba na Yanga mm. wamekuwa ni wadau wa mchezo wa mpira wa miguu, wamekuwa na mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu, na ndio maana serikali imekuwa ikitia mkono mm. kwenye kuwapa hamasa waendelee kufanya vizuri. E, katika mm. e, mashindano ya kimataifa e, na ikapelekea baada ya dabi kuahirishwa watu wakawa wanajaribu kuhusisha maybe kwa hii saga ambayo imejitokeza e, maybe serikali inaweza kuingilia kati kuja kutatua e, sekeseke ambalo lilijitokeza e, ilikuwa ni tarehe ngapi kwa mm. mechi ya dabi? nane. Nane. tarehe nane, nane. Machi mwaka ule Jumamosi iliyopita. So yeah, sasa vipi mheshimiwa Gerson Msigwa kwa upande wa serikali pengine mmetia mkono kuona kwamba jambo hili linakwenda vizuri, tusije kuleta rafsha kwenye mpira wetu wa hapa nchini Tanzania. Sigwa: uendeshaji wa ligi Tanzania unasimamiwa na shirikisho la kandanda Tanzania TFF na vyombo vyake, bodi ya ligi na kamati zake zingine, na sisi serikali tuna mipaka ya namna ya kufanya kazi na vyama vyote vya michezo, sio TFF peke yake. Hili jambo bado liko mikononi mwa waendeshaji wa ligi litakapowashinda wakitaka lije serikalini, watalileta. Lakini kwenye uharibifu wa mali, sisi hakuna mali yetu iliyoharibika. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa upo salama, ulikuwa tayari kwa mechi. Mechi imeahirishwa, tunasubiri wanaosimamia mchezo wa soka watakavyopanga mechi nyingine ya kuja kufanyika Benjamin Mkapa. Haya mengine ya nani alikuwa sahihi nani hakuwa sahihi, mkaulize TFF.

Kauli ya ya ya serikali juu ya kuahirishwa kwa dabi ya kariakoo hii hapa: uendeshaji wa ligi Tanzania unasimamiwa na shirikisho la kandanda Tanzania, TFF, na vyombo vyake, bodi ya ligi na kamati zake zingine, na sisi serikali tuna mipaka ya namna ya kufanya kazi na vyama vyote vya michezo, sio TFF peke yake. Hili jambo bado liko mikononi mwa waendeshaji wa ligi. Litakapowashinda wakitaka li, lije serikalini, watalileta, lakini kwenye uharibifu wa mali sisi hakuna mali yetu iliyoharibika. Uwanja wetu wa Benjamin Mkapa upo salama. Ulikuwa tayari kwa mechi. Mechi imeahirishwa. Tunasubiri wanaosimamia mchezo wa soka watakavyopanga mechi nyingine ya kuja kufanyika Benjamin Mkapa. Haya mengine ya nani alikuwa sahihi, nani hakuwa sahihi, mkaulize TFF. Wao ndio watakuwa na majibu na jambo hili, lakini sisi kwa sasa serikalini bado tunaona uh, ni jambo ambalo linaweza likatatuliwa. Na shirikisho la kandanda Tanzania elewa neno kwamba mm, sisi kama serikali tunasubiri tuna uwanja tuna tuna upo pale tunasubiri tarehe itakayotangazwa na, na mamlaka ya mpira kuhusu nani alikosea namna gani aa, hiyo sisi tunachosubiri ni tarehe huko huko. <laughs> unahitaji D tatu ama mbili kufahamu kwamba mechi itarudiwa itachezwa utaji kwenda kwenda Cuba, sijui kampisa, sijui wao wamepitia, sijui mtaala wa Kazakhstan, sijui wapi, Kosovo, Mongolia, Mongolia. Wakihitaji <laughs> yeah. Msaada yeah. Milango iko wazi. yeah, eh, mpaka sasa inaonekana eh. Hawajahitaji msaada liko kwenye himaya yao. Lazima wasubirie joto lipungue kidogo <realised> Ayo, Hau, ha, na hiyo ukimfuata mtu mwenye hasira anaweza kujibu vyovyote au anaweza akaamua react vyovyote. Kwa hiyo tulia kwanza wapoe yeah. <Lands> poe kidogo sau kidogo halafu ha. Ndio unaleta Mm -hmm. So, wa, hii taarifa kwa kwa wananchi wameipokea. Eh. Yeah. Na Simba wameipokea? Si wanasikiza Sports Extra kaka? Ala. Eh. Yeah. Serikali inasubiri tarehe? Tarehe ya mchezo. Mm. Uwanja upo? Uwanja upo? Tayari. Eh. Yeah. Mechi ipo ipo. Sasa hapo watajiongeza yeah, wao. Eh, bwana, hii ni Sports Extra Clouds FM tunaendelea kuangazia taarifa, uwanja wake eh, wa Airtel Stadium, eh, mnamo Machi 24 mwaka huu mkoani Singida tumezungumza na Muhibu Kano ambaye ni sehemu ya benchi la ufundi wa timu hiyo. Amethibitisha Sports Extra kuwa mwekezaji wa klabu ya Simba Muhamed Deuji ni sehemu ya waliohusika eh, kwa asilimia kubwa kwenye kufanikishwa kwa ujenzi wa uwanja huo. Amethibitisha hilo akizungumza ah, na mwanamichezo Spiderman Jacob Kapaya mambo yote yanayohusiana na uwanja, kwa nini jina hilo, kwa nini kiti kimekuwa nini, tumepanga kusema pu... hadharani siku ya uzinduzi wetu, na ndio maana unaona tangia msingi kama, kama kama wa uwanja unatengenezwa kinafanyika. Kwa hiyo kwa niaba ya wasisi wa uwanja ule sazi, si wetu wote wa walioshiriki kwenye uwanja ule, kwa nini, kwa, kwa kuitwa kwa jina hilo ni e, hotuba ambayo itakuja kusomwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi siku ya uzinduzi. Kwa hiyo wasikilizaji na watazamaji popote pale walipo waendelee kusikiliza isika siitosema tutaeleza nini kinachofuata. Okay, mode uji ambaye ni mwekezaji wa klabu ya Simba ni kweli, ni miongoni mwa watu ambao wamehusika kwenye ujenzi wa uwanja huo. Mode uji ni mmoja wa wasisi wa mpira mkoa wa Singida na mwasisi wa viwanja hivi. Kwa hiyo yale yote ambayo yamehusikaje, kwa asilimia ngapi Inakuwaje hivi? Kila kitu tumekiweka kwenye kwenye kwenye kwenye hotuba ya ya Mheshimiwa mwenye ya, kitetoa bodi k okay, uh, huo uwanja umechukua gharama kiasi gani mpaka hapo ulipo? Vitu uh, vyote tu ambavyo vinafusia na na hizo somani, ina vitu za aina gani? Ina vioo vingapi? Ina milango mingapi? Kuna madirisha mangapi? Kumewekwa isi kumewekwa feni? Kuna signboard au kumewekwa mapazia haya yote yatakuja kujua na jumlisha yatakuja kutoka kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye hotuba atakayesoma mwenyekiti wetu na majumuisho yote . Kwa sasa to topic na content ni kwamba Singida tumeweza kufunga mikanda, tumekula mchicha, tumekula dagaa, tumejibana, tumeweza kutengeneza uwanja ambao tutaenda kwa watu modeke kwenye ligi hii na kuinua vipaji vya watoto wa Tanzania, watoto ambao ni Singida ambao wameamua kuwabadilisha maisha yao, kuwa kuendesha maisha ya familia zao kupitia vipaji vyao ya mpira mtu huo, uwanja unaingiza idadi ngapi ya mashabiki? Sasa tunajenga kwa awamu tatu. Awamu ya kwanza tutapokea wa mashabiki 5000 lakini mpaka ligi kuu ya msimu unaokuja takapofika, tutakuwa tunapokea wa mashabiki 10000 lakini tutaendelea nao mpaka pale takapokuwa umekamilisha idadi ya mashabiki elfu thelathini lakini ambao watakuwa wata, wata, wamekaa uwanjani. Kwa hiyo bado tunaendelea kwa jina kwa awamu awamu mpaka utakapokamilika. Sawa, siku ya uzinduzi mnakwenda kucheza na Yanga. Kwa nini umeitazama Yanga zaidi hapa nchini na si timu nyingine, kwa mfano Azam Simba. Uh, tumejaribu kuongelea kwanza, moja uh, Yanga wajeja wa, pia wa, uh, ni ni, ni, ni, ni fursa pia nyingine, Yanga mabingwa wa leo nchi, lakini ndio wanaongoza ligi kwa sasa uh, kwenye ligi hii tumeshamaliza nao, tunaenda nao tumeshacheza home and away. Nakumbuka Yanga wajeja Singida msimu mzima huu, mechi yetu ya kwanza ambayo tulikuwa sisi wenyeji tumecheza Zanzibar mechi ya pili tumeenda kusema na Yanga pale KMC. Kwa hiyo ya mashabiki wa wa, wa, wa, wa, wa, mpira Singida hadi yeye na Yanga msimu mzima, kwa hiyo tumeona tuwaite ili hiyo fursa pia kwa washabiki wa, ambao wana hamu kuona usajili wao mpya timu yao ilivyo, na hiyo itakuwa ni moja ya kitu cha kutuingizia mashabiki wengi uwanjani. Kitu kingine tutamani tuwaite Simba ambao ni nao wanafanya vizuri kwa mashindano ya kimataifa, sofa ndio klabu inayotuwakilisha Afrika Mashariki, lakini ukiangalia Simba tuna mechi nazo karibuni, kuna mechi inakuja kati ya Singida na Simba katika hali ya kawaida technical uwezo ukacheza mechi ya kirafiki na timu ambayo una mechi nayo ya, ya, ya ligi hivi karibuni. Kwa hiyo tuna hope kwamba Yanga tushamalizana, hatuna mechi uh, ndio hajui kuja kuna shing, nani Singida msimu huu, acha waje Simba na timu nyingine zote ambazo zina zina uwezo na uzika na nguzo tupate na mechi nazo. Azam tuna mechi nao, Simba tuna mechi nao, kwa hiyo itakuwa ngumu kuita timu za top 4 ambazo tuna mechi nazo. Mwebukano huyo akithibitisha juu ya tukio la uzinduzi wa uwanja wao kudos kwa wanasingida, eh, na wamiliki wa klabu klabu yeah. eh, ambayo yani ya, ya juzi tu n yani. mm. mm. eh, wao wamekata mzizi wa fitina mm. yeah. eh, wamejenga wa, wa uwanja wao maisha yanaendelea. mm. eh, wameanza elfu tano na kwenda elfu kumi eh, elfu saba elfu kumi hadi elfu thelathini. mm. fresh tu yani. <mimusik> no, eh, eh, amehusika kwa hiyo mm -hmm. Sisi maskani Singida ah. eh, jimbo alisha nani kule kwake ameshiriki kwa asilimia si ah. <laughs> ngapi Bunju anatakiwa aende na asilimia ngapi, labda tukisha kwamba Hey, sura la asilimia mm. Hey, ingawa huku alishaweka wazi yeye, yuko tayari anasubiri tu wakamilishe a b c d, wakishakamilisha waje hey. hey. lakini haitakuwa Bunju mm. hey. Hey, kule nje ya mji sasa nimesikia na? nafikiri ni mzee Azi mdeoji kama sikosee, wakati anagusia issue ya uwanja kwamba vilabu yeah. vyetu ni aibu mm. Ha, akasema amekutana na mwekezaji ambaye ni mdeoji, akasema kwamba hili ni jambo ambalo wanapaswa kulifanyia kazi mm. Kwa hiyo akasema, lakini haitakuwa Bunju, labda kwa concept ya extension ya ile training complex pale Bunju, yeah of course, ambayo kwenye gym iliyopita tulionyeshwa zile pitch tano, gym bado zinaendelea esscaka upande wake, ila ni vilabu kutokuwa na viwanja, sioni kama ni aibu yeah. Yeah, so yeah, kwa so sababu mfano Inter na AC uwanja wanaoshare, unajua ku manage viwanja hivi vya kuchezea mashindano makubwa yeah. Pia kuna gharama zake kubwa mm. kama kipo ambacho mnaweza kucheza wote pale yeah. mkachangia asilimia za uendeshaji mm. kwa sababu wanapocheza mfano taifa pale yeah. kuna pesa wanaacha pale yeah. kwa maana hiyo yanga anachangia yeah. coastal union alicheza pale amechangia naye yeah. mm. baada ya kujibebesha gharama kubwa yeah. soka letu bado lina safari ndefu yeah. Labda kuandaa sehemu za mazoezi mazoezi, sio kwamba haina umuhimu yani sio lazima, lakini sio kwamba haina, so yeah. taas, kama taasisi, yeah. yeah. na, na, kama taasisi unajua kuna idara za biashara pia yeah. wanashauri nini? mm. yeah. Yani kwenye kuona aibu mimi ndio huko najaribu kutoka kidogo, mimi binafsi nahisi wamemkosea yeah wanamkosea mzee mm. Hassan Dalali mm. Wanamkosea sana Simba ya, apu, eh? e, Yanga hapo eh? sana au Simba Yanga hujagusa hapo, simo ashiriki kwenye kwenye ya... naniliu kwenye kwenye ujenzi wa inasemekana, way back, unajua alianzisha mipango siku nyingi sana kabla yeah. hata ajaanza kuwa tena na Simba alafu yeah, wakaatilia katikati mm, ndo wao wamekuja kuendeleza. Mimi ninavyofahamu mimi mi, mi, bado na, nasimama na hoja yangu kwamba mm, wanamkosea mzee wetu Hassan Dalali Field Marshal kwa sababu eh, Hassan mm, uh, uh, Dalali naweza nasema ndo mtu ambaye amewafanikisha ame, ame Simba hata kuwa na eneo lao ni yeah, mm, kiongozi mashuhuri sana kwenye klabu ya Simba mm. Alianza kwenye matawi <coughs> akaja kwenye ngazi ya wilaya yeah, akahaswa kupata nafasi katibu mwenezi nadhani alipata alitafuta pia nafasi ya makamu mwenyekiti mpaka yeah, kaja akapata nafasi ya mwenyekiti. Kama mwenyekiti mwanachama mkongwe tangu mwaka elfu moja mia tisa sitini na nane ana kadi ya Simba <laughs> E, yeye ndo alihusika kwenye kutafuta ploti ya Simba e, eneo la kwanza ambao alilitafuta lilikuwa ni Kigamboni. Yeah, eneo lilikuwa kubwa sana. Kwa bahati mbaya sana, ile eneo lilikuwa linamilikiwa tayari na timu ambayo ilikuwa inaitwa Machava, sijui kama sasa unaijua. Okay, waka opt kwenda Bunju mm -hmm. wakapata hizo ekari eh, kama ishirini mm hivi -hmm. na kipindi hicho bei ya uwanja ule wa Bunju ulikuwa milioni 116. Sasa mm -hmm. unajua uwanja wa Simba pia mimi naamini unabidi utengenezwe kwa sababu una historia mm -hmm. Chanzo cha Simba kuanzisha Simba Day sio kutambulisha wachezaji, yeah. Mzee Hasan Dalali alitambulisha Simba Day yeah, ili kupata hela ya kununua ule uwanja wa Bunju oh yeah, kwa sababu walikuwa eh, wanaangalia namna ya kupata mapato kipindi hicho yeah. Nadhani katibu alikuwa ni Simba wa Yuda Kaduguda Mwina, Mwina. Mwina. Mwina Kaduguda. Saif, Saif, Saif, Saif kama iko chimbo hivi kichwa kile kichwa tani sa mzee Mzee Dalali akasema basi tuanzishe Simba Day ambao kwa namna moja au nyingine tutasaidia sisi kupata mapato ya kulipia uwanja wetu wa Bunju. Asset kwa kwa club. Unajua ukiwa na uwanja ni asset pia. Kabisa. Kwa sababu ukiwa na uwanja kwa mfano leo uwanja wa Singida Black Stars umepewa jina Airtel Stadium. Kuna tafsiri. Kwa hiyo ulikuwa unasema naelewa. Uh, uh, uh, uh, na, na, kwamba wakati mwalimu anasema tuna sio ishu ya aibu mm. Lakini nadhani na kwenye kujitanua kwenye kwa sababu hata kumiliki kwa un, sababu si ni club za wanachama mm. Uh, kuna ishu ya kufanya tathmini ya mali za club mm. Let's say club ikikuwa na uwanja wake ambao umekamilika kwa mfano unahesabu kama ni aset ya klabu. Kwa hiyo thamani ya klabu inaongezeka yeah, by the way kibiashara ukinazungumza kwa hiyo tuko sawa eh, tuko sawa na, sasa nilikuwa nilikuwa nasema hapo Simba Day, chanzo cha kuanzishwa Simba Day ni ule uwanja wa Bunju mm, kwa sababu wanatafuta mapato. Kama nilivyosema uwanja ulikuwa unauza milioni 116. Simba Day ya kwanza ambayo ilifanyika, mapato yalikuwa ni milioni 70, wakapeleka milioni 20 kwenye kulipia ule uwanja Mwaka unaofata kwa bahati mbaya sana, ndo ilikuwa uh, Mzidale anamalizia.